Kifo cha mvulana mwenye umri wa miaka kumi na sita baada ya kupashwa tohara katika eneo bunge la Limuru kaunti ya Kiambu kimeibua maswali chungu nzima huku familia ikitaka majibu. Familia ya marehemu Victor Kimani iliyojawa na huzuni, ilisema wanaume waliojukumiwa kutekeleza na kuelekeza na kufuatilia hatua yake ya kupona, wamekwenda mafichoni huku polisi wakianzisha uchunguzi kubaini chanzo cha kifo hicho. Huzuni imetanda katika kijiji cha Ngarariga huko Limuru kaunti ya Kiambu, huku wakazi wakikabiliwa na hali ngumu kuhimili kifo cha ghafla cha Victor Kimani. Kulingana na familia, mvulana huyo mwenye umri wa miaka kumi na sita alifariki baada ya kupashwa tohara. Tumejua masaa ya asubuhi saa, saa mbili na nusu, ndiyo mimi nafika saa tatu ikifika hivi kutoka hapa akaenda ga, ga, gapatia mchichana ile iko hapa, kamwambia aenda uita hiyo kijana uh, umpatie chakula ya kumuita kumu, kumu, kumu, kumpatia. Akasema arudisha, mimi nakuita, akarudisha sasa inataka ifahamishwe kilichosababisha kifo chake, huku kukiwa na madai ya utepetevu kwenye utunzi wake au njama fiche. Vijana wa huku kwetu wametairia karibu wote huku, kwa hivyo hatujaiona kitu kama hiyo imetokea. Kwa hivyo hata sikuwa na hofu, sikuwa na hofu hati ya kikuja huku ama wasiwasi juu, wote wanakujaga, wanatokea vizuri, tunawatoa vizuri. Wakati huo huo, familia yake na marafiki waliokuwa wakijiandaa kusherehekea sherehe yake jumamosi hii sasa wanabeba uzito wa msiba huo, wakitaka hatua wa za haraka zichukuliwe na uwajibikaji. Sio jambo la kawaida wewe ukiwa mzazi umempeleka mtoto wako aende akatahiri na halafu ukampatia mtu awe akimwangalia, lakini huyo kiagiva sasa anakuwa badala ya kuwa ni yeye anamsaidia mtoto anakuwa sasa ndiye anamletea uchungu na ikafikia hata mauaji, kama ambayo tumeyapata katika sehemu hii. Haya yanajiri huku wazazi wakihimizwa kuhakikisha wanafuatilia tohara za watoto wao na kupona kwao, kutokana na ongezeko la visa vya wavulana kudhulumiwa baada ya tohara. Kumekuwa na makeses mingi kama unajua, hii ni kama kitu ni kama inheritance. Kama unasikiaga mtu mmoja venye alifanyiwa, lazima naye ajilipishie kisasi. Naomba wazazi yale ya mambo ya zamani ambayo tulikuwa tunayafuata, naomba tuyarekebishe, tujue ya kwamba huyo mtoto ni patient kama yule mwingine ambayo unaweza kuwa naye kwa nyumba. Kwa hivyo wakati ako pale anahudumiwa, fanya hima na uchukue hatua ya kuingia kwa hiyo nyumba uangalie mtoto na uone jinsi ambavyo anahudumiwa. Mwili wa marehemu unahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti ya hospitali ya Tigoni ukisubiri uchunguzi wa maiti, huku uchunguzi ukianzishwa. Ninaomba washikwe na wachukuliwe hatua kali, ndio wasiwaifanya wa, ama warudie hiyo kitendo tena maisha yao, wakue mtu mtu akikumbuka hivyo hata akiregret